Yes, shalom, nakusalimu tena katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. <coughs> Ni siku nyingine tena, siku ambayo Mungu amependa mimi na wewe tuweze kukutana tuweze kuzungumza maneno yake. Basi usisahau majina yangu, naitwa Pastor Dietrick Ndalahwa, ni msimamizi wa afya na injili Online TV. nikiwa hapa kuweza kukufundisha neno la Mungu ambalo linaweza likatufanya tukaa na afya ya roho lakini pia tunatoa elimu kuhusiana na afya ya mama na mtoto ili tuweze kupata afya ya mwili kwa sababu maisha ni afya, na unahitaji afya ya mwili na pamoja na afya ya roho. Basi usiache kurike, usiache kusubscribe, usiache kucomment au kuweka maoni yako chini ya video hii hapo, na utakuwa umebarikiwa sana. Basi siku ya leo tutakwenda kuzungumzia somo ambalo linasema Yesu ni nani Yesu ni nani hasa kwenye maisha yako wewe, kama Mkristo, kwa sababu tumesikia habari nyingi za huyu Yesu Kristo, tumesikia watu wakizungumza, tumesikia watu wakimhubiri, tumemwimba katika nyimbo, tumemsema katika maombi, lakini je, Yesu Kristo ni nani hasa? Kwa sababu ili uweze kumwamini Yesu Kristo, lazima umjue yeye ni nani na wengi wa Kristo tunamtaja tunamwimba, tunamsema lakini, kiukweli hatujawahi kuipata picha halisi ya Yesu ni nani, yupo wapi na sasa hivi anafanya kazi gani, ingawa wengi tunamwimba na kumsema. Basi twende pamoja katika kipindi hiki, na kabla hatujaanza, basi ninaomba tuombe, ili Mungu aweze kututangulia. Asante Mungu Baba uliye mwema, ninakushukuru Adonai kwa sababu ya siku ya leo asubuhi. E Mungu Baba, gusa yule mama, gusa yule kaka, gusa yule dada, gusa yule mtoto ambaye amechukua hatua Mungu na kwenda kusikiliza mafundisho haya muhimu, hasa ambayo amejenga sisi kuwa na maarifa juu yako. Asante Mungu Baba, kwa sababu ninajua utaachilia kibali. Ninaomba Roho Mtakatifu Bwana, nitumie kama chombo na no, kwenda kuyanena, asiwe ni ya maneno yangu, bali Baba akani maneno ambayo umetaka, Bwana Mungu, yaweze kutujenga na kutupeleka katika kukujua na kukufahamu. Asante Mungu Baba, kwa sababu ninajua utatuongoza tunapoanza mpaka tunapomaliza katika jina la yesu kristo nimeomba na kuamini basi kama nilivyosema somo letu la leo linasema yesu ni nani na nikaongezea kwamba yesu ni nani hasa kwenye maisha yako wewe kama mkristo basi tutatumia kifungu cha ja mathayo ile sura ya kumi na sita tutasoma mstari wa kumi na tatu mpaka mstari wa kumi na saba biblia inasema mathayo kumi na sita mstari wa kumi na tatu mpaka kumi na saba inasema kwamba basi yesu akaenda pande zake za Kaisaria za Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena Mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine hunena huu Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au wengine mmojawapo wa manabii. Akawaambia, nanyi mwanena mimi kuwa ni nani? Simioni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu, akamwambia, heli wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikunifunuliwa hili bali Baba yangu aliye mbinguni. Kwa kulingana na kifungu chetu kikuu tunaona kwamba Yesu Kristo katika pitapita pita zake za hapa na pale akaamua siku hiyo awaulize wanafunzi aliokuwa wanatembea nao. Wanafunzi hao walikula naye, wanafunzi hao walikaa naye, wanafunzi hao waliona kila kitu ambacho Yesu Kristo alikuwa anakitenda. Lakini Yesu anawauliza wale wale wanafunzi ambao walikuwa wanashinda naye kwamba yeye alikuwa ni nani. Ingalikuwa ni wewe, ungejihisi vibaya, kwa sababu mtu ambaye unakaa naye unatembea naye, leo hii anakuuliza kwamba bwana, unanifahamu? Ungekasirika pengine pengine, hata wanafunzi pia walikasirika, wakajiuliza kwamba sasa, ina maana huyu mtu pengine ametuona sisi hatujui hatufahamu, kwa nini atuulize swali la namna hii? Basi wakawai kujibu kwa sababu aliuliza kwanza, je, watu wa nje wanasema mimi ni nani? Wakasema wengine nakuita ni Elia, wengine wanasema nabii na, na ma wengine Yohana Mbatizaji na vitu kama hivyo Alivyomalivyo Yesu akasema hiyo sio shida. Sasa nyinyi wanafunzi wangu, mnasema mimi ni nani? Wewe Mkristo unayeitwa Kristo, yaani mfuasi wa Kristo, unasema Yesu Kristo ni nani? Wakasema Simoni Bariona akasema kwamba wewe ndio Bwana wa Mungu aliye hai. Yesu akasema heri wewe Simoni Bariona, kwa sababu damu na nyama havikufunulia bali Baba yangu wa mbinguni. Kwa hiyo Yesu anasema maarifa au ufahamu wa kuwa yeye ni nani ndani ya maisha yako ni mpaka uweze kufunuliwa na Baba Mungu aliye mbinguni na Roho Mtakatifu. Hivi hivi huwezi kujua, kwa sababu damu na nyama havina nguvu katika maisha ya kiroho. Yaliyo yarohoni yanaendeshwa na roho, na ya mwilini yanaendeshwa na mwili. Kwa hiyo mambo ya kiroho, pasipokuwa umefunuliwa ukaweza kuelewa, ni vigumu sana kupata picha. Hivyo hivyo ndivyo leo hii watu wengi katika ulimwengu wa leo tunatembea na Yesu tunamuhubiri Yesu tunamsoma Yesu, lakini ukweli ni kwamba hatuna maarifa ya ndani kwamba huyu Yesu ni nani, alikuwa nani na anafanya nini. Tumeishia tu kulisema mara nyingi jina Yesu na kulitumia katika mambo mbalimbali, lakini kuelewa kwa kina, kwa sababu ukimjua Yesu ni nani biblia imetuambia katika hiki kifungu ukiendelea kusoma hapo chini utapata mambo matatu namba moja maisha yako yatajengwa yatakuwa na imani isiyo ya kawaida na kwa sababu hiyo utabadilika na kuwa kanisa yesu akamwambia simon bariona nitajenga utakuwa jiwe nitakalojenga kanisa yangu ina maana kwa imani ulionayo ya kufahamu kwamba mimi ni nani nitalitengeneza kanisa juu yako utabadilika utakuwa kanisa kwa huwezi kuwa mfuasi wa Yesu Kristo ukawa mwabudu Yesu Kristo kama hujui Yesu Kristo ni nani. Namba mbili akasema kwamba milango ya kuzimu utaishinda nitakupa mamlaka; milango ya kuzimu utaishinda kama ukiwa na maarifa na ufahamu wa kwamba Yesu Kristo ni nani. Kwao wengi leo hii tunasumbuliwa na mapepo, tunasumbuliwa na magonjwa, tunasumbuliwa na wachawi, tunasumbuliwa na waganga, tunasumbuliwa na mizimu na nguvu nyingi sana za upande wa pili kwa sababu hatuna ufahamu na uelewa kwamba Yesu Kristo ni nani, na pengine tunalia katika shida ambazo tungekuwa tumeshinda, pengine tunaingia katika vifungo ambavyo tungekuwa tumefunguliwa, pengine tunashindwa na kuanguka sehemu ambapo tungeinuka na kutembea, kwa sababu hatuna ufahamu. Kwa hiyo Yesu anasema ukijua, utaweza kuwa na nguvu za kushinda, milango ya kuzimu haitaweza kukushinda. Namba tatu, akasema kwamba utakuwa na ufunguo yani mamlaka ya kufungua vitu duniani na kufungua vitu mbinguni. Mpendwa, ili uweze kufungua milango, lazima uwe na funguo. Funguo ndio inafungua mlango, na kama hauna funguo, basi aweko mtu ndani naweza akakufungulia. Tutaendelea na hili somo hiko siku tutazungumzia habari za milango ya kiroho na vile ambavyo unaweza ukaifungua kwao, pasipokuwa na maarifa ambayo ndio ufunguo, huwezi ukafungua vitu mbinguni na uwezi ukafungua vitu duniani. Kwao anayejua anakuwa msingi wa kulitengeneza kanisa, anayejua hakuna nguvu za kuzimu ambazo zitaweza kumshinda, anayejua basi atakuwa na mamlaka, ataweza kufungua vitu mbinguni na ataweza kufungua vitu duniani. Basi twende katika somo letu, nimekuletea mambo kumi, mambo kumi ambayo Yesu Kristo yeye mwenyewe alijifananisha nayo au Yesu Kristo mwenyewe alijishuhudia kwamba yeye amefanana na hivyo vitu kumbuka. Biblia imetumia mifano Biblia imetumia njia za picha Biblia imetumia vitu vingi ambavyo katika tamaduni zetu sisi wenyewe tunaweza tukavielewa kwao. Biblia imetumia lugha ambayo inaweza ikaeleweka kwa ambaye anaisoma. Kwa Biblia huwezi ukaielezea tu kama ilivyo. Biblia inabidi ukae, utafakari ile lugha iliyotumika ilikuwa inamaanisha nini, ndipo utaweza kupata maarifa. Kwa hiyo Yesu Kristo yeye mwenyewe anajitaja kulingana na kitabu cha Injili ya Yohana pamoja na kitabu cha Ufunuo. Injili ya Yohana inataja mambo nane, kitabu cha Ufunuo kinataja mambo mawili ambayo yanamuelezea huyu Yesu kinaga ubaga. Lakini kabla hatujaingia katika hayo mambo ningependa nikusomee kwamba kuna vifungu vingine viwili vikubwa ambavyo vimemwelezea Yesu Kristo kwamba ni nani. Na kifungu chetu cha kwanza ningetaka tuende tusome katika kitabu cha Waibrania pamoja na kitabu cha Wakorosai. Ukisoma Wakorosai sura ya kwanza mstari wa kumi na sita mpaka ule mstari wa ishirini Biblia inasema na kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa vilivyokuwa mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni kwa vitu vya enzi au miliki au enzi au mamlaka; vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake, naye amekuwako kabla ya vitu vyote na vitu vyote hushikana katika yeye, naye ndiye kichwa katika wafu, naye ndiyo kichwa cha mwili, yaani cha kanisa, naye ni mwanzo na mzaliwa wa kwanza katika wafu ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Kwa kuwa katika yeye ilimpendeza utimilifu wote ukae, na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake, kwa kuwa yeye, ikiwa ni vitu vyote vilivyo juu au vilivyo mbinguni kwao. Unaona, Wakolosai inatuambia habari za Yesu ni nani, kwamba hakuna kitu chochote humu duniani kiwe kinachoonekana kiwe kisichoonekana ambacho hakijaambatanishwa pamoja na Yesu Kristo, ikiwemo ndoa yako, ikiwemo kazi yako, ikiwemo kesho yako, ikiwemo hatima yako, ikiwemo afya yako, kila kitu ambacho humu duniani kimo kimeunganishwa na Yesu. Kwa unaona, kadude kadogo tu kwamba ukielewa, unafahamu kwamba huyu Yesu ana nguvu na ana mamlaka namna gani ndani ya maisha yako. Tutakwenda kusoma pia kitabu cha Waibrania wakitabu cha Waibrania ukienda kusoma Waibrania Hibrus ile sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka watatu Biblia inasema Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii, katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote tena kwake yeye aliufanya ulimwengu, yeye kuwa ni mng'ao wa utukufu wa Mungu na chapa kamili ya nafsi yake, akavichukua vyote kwa amri yake uweza wake, akisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi katika mkono wa kiume wa ukuu huko juu, amezifanya bora kupita malaika kwa kadri ya jina alilorithi lilivyo tukufu kuliko la kwao. Kwa hiyo unagundua kwamba Biblia inasema kwamba hapo zama za kale, katika mwanzo, Mungu alisema na sisi kupitia manabii, lakini leo hii Mungu anazungumza na sisi, sio kupitia manabii, anazungumza kupitia mwana ambaye ni Yesu Kristo, ambaye amemfanya bora kuliko vitu vyote kwao. Mpendwa, katika ulimwengu wa leo, ukimwondoa Yesu Kristo unakuwa umeondoa kila kitu ambacho kimekuzunguka katika maisha yako ya roho. Kwa hiyo Yesu Kristo ndio chapa halisi ya Mungu, Yesu Kristo ndio Mungu aliyefanyika mwanadamu akakaa pamoja na sisi. Kwa hiyo huwezi ukamjua Mungu pasipokuwa umemjua Yesu Kristo. Hata wanafunzi walijaribu kumuuliza kwamba tuonyeshe Baba, basi Yesu akasema kwamba bado hujamwona Baba na umekaa na mimi, anayeniona mimi amemwona Baba. Leo hii katika dunia hakuna mtu ambaye ameweza kumwona Mungu live, lakini Yesu Kristo alikuja kama picha halisi ya Mungu Baba. Kwa hiyo ukimwelewa Yesu, unakuwa umemwelewa Mungu. Na mimi leo niko hapa kukwambia mambo kumi ambayo Yesu Kristo aliyasema kuhusiana na yeye. Kwa hiyo ukielewa haya mambo kumi, unakuwa umeelewa Mungu yupo namna gani. Namba moja, Yesu anasema niko ambaye niko niko ambaye niko. I am, u I am. Ukisoma Yohana 8 mstari wa hamsini na saba mpaka mstari wa hamsini na tisa Biblia inasema "Basi Wayahudi wakamwambia, wewe hujapata bado miaka hamsini, nawe umemwona Ibrahimu? Yesu akawambia, amini, amini, nawambia yeye Ibrahimu ajakuwako, mimi niko. Basi wakaokota mawe ili wamtupie, lakini Yesu akajificha akatoka hekaluni. Ukisoma kuhusiana na habari za Yohana, Yohana analeta vizuri kuhusiana hichi kifungu. Yohana mmoja anasema hapo mwanzo kulikuwa na Neno, na Neno alikuwako kwa Mungu, na Neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo kabla ya kitu chochote kuumbwa, alikuwa, amekuwa na atakuwa, na katika kila eneo la maisha yako hajawahi kukuacha wala kukupotelea. Kwa Mungu amekuweko kabla hujazaliwa. Mungu yuko ukiwa unakua. Mungu yupo katika furaha yako, Mungu yupo katika huzuni yako, Mungu yupo katika mateso yako, Mungu yupo mpaka siku utakapoenda kabrini. Mungu yupo, hajawahi kuacha, hajawahi kukupungukia. Kwa hiyo unapofika sehemu ya maisha yako ukapitia changamoto ukahisi kwamba Mungu yu, amekutupa Mungu amekuacha, sio kweli, huo ni uongo ambao mara nyingi na anatuletea shetani ili tuweze kuharibu mahusiano yetu na Mungu. Kumbuka Yesu Kristo alikuja kurejesha mahusiano na Mungu, anachokitaka ni mahusiano baina yake wewe na yeye, na ili uweze kuwa na mahusiano ni lazima umuelewe Mungu kwa kinaga ubaga, na hapa uelewe Mungu yupo ambaye yupo, ayamu uhayamu, hajawahi kukuacha hajawahi kukutupa katika shida yupo, katika raha yupo, anakupa raha ili ujue kwamba anaweza kukubariki, anakupa shida ili ujifunze mambo ya muhimu ambayo yanaweza kukuletea faida ndani ya maisha yako, kwa sababu mtoto anafundishwa kupitia mambo magumu. Mambo magumu yanatufundisha kuwa wanadamu wazuri ambao Mungu anastahili naye, anatukumbusha turudi magotini kumtafuta kwao Mungu yupo, ambaye yupo. Mpendwa, hujawahi kuachwa wala hujawahi kutupwa namba mbili yesu anasema mimi ni mkate wa uzima mimi ni mkate wa uzima yohana sita thelathini na tano mpaka thelathini na sita yesu akawaambia mimi ndimi chakula cha uzima yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa naye aniaminie hataona kiu kamwe lakini naliwambia ya kwamba nimewamwona wala hamkumwamini wote anipao baba watakuja kwangu wala yeyote ajae kwangu sitamtupa nje kamwe, kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili nifanye mapenzi yangu, bali mapenzi ya aliyenipeleka. Na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya ya kwamba, katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Kwa kuwa mapenzi ya Baba yangu ni haya ya kwamba, kila amtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Basi Wayahudi wakanungunika kwa sababu alisema mimi ni chakula kilichoshuka kutoka mbinguni. Wakasema, Je, huyu siye mwana wa Yusufu ambaye twamjua babaye na mamaye? Sasa asemaje huyu, nimeshuka kutoka mbinguni? Koo hapa, mpendwa, tunaona kwamba hata watu waliokuwa wamemzunguka Mafarisayo walinungunika wakakasirika, maana Yesu alisema yeye ni chakula cha uzima, na kulingana na Yesu anasema yeye atakayekula chakula chake hatawahi kuona njaa kamwe, na yeye atakayekula chakula chake hatawahi kusikia kiu kamwe. Chakula kazi yake ni kutupa nguvu. Chakula kazi yake ni kutufanya sisi tuishi. Kwa hiyo Yesu Kristo anajifananisha na chakula, kama ambavyo una kila kinakupa nguvu, mpendwa, kama ambavyo unakula kikakufanya uishi, hivyo hivyo ukiwa na Yesu utakuwa na maisha. Na tunapozungumzia maisha hapa, tunazungumzia sehemu mbalimbali. Tunazungumzia ndoa yako, ikiwa na Yesu itakuwa na maisha, tunazungumzia furaha tunazungumzia amani, kwa sababu Yesu ni mfalme wa amani. Kwa ukila chakula hiki Yesu akajifananisha na chakula, kama ambavyo tunahitaji chakula kila siku, hivyo hivyo ndivyo tunamhitaji Yesu Kristo ndani ya maisha yetu ya kila siku. Kwa Yesu Kristo ni chakula, kwa kama ambavyo unaenda unakigharamikia chakula, kama vile ambavyo unakila, kama vile ambavyo unakiandaa kama vile unavyokisifia kwamba ni kitabu ni kizuri, hivyo hivyo ndivyo Yesu Kristo ambavyo inabidi umtafute kila siku, umle kila siku, yaani ulisome neno kila siku, kwa sababu neno la Mungu ni chakula cha kiroho. Ko, soma neno, litafute, liandae, litengeneze, lisifie. Hivyo hivyo ndivyo Mungu anavyotaka sisi tuishi maisha yetu ya Kikristo. Kwa hiyo, Yesu Kristo anajifananisha na chakula, na anasema mtu ambaye atakula neno, yani mtu atakayesikiliza neno, mtu ambaye atalifuatilia neno, mtu ambaye atasoma neno, mtu ambaye hataweza kulila hili neno, basi atapata nguvu katika ulimwengu wa kiroho, ataishi maisha ya kiroho, ataweza kutembea na Mungu kwa viwango vikubwa, atanenepa, atanona katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo, Yesu Kristo ni chakula. Kwa kama ambavyo tunatafuta chakula hivyo hivyo imetupasa sisi tumtafute Mungu. Namba tatu, Yesu akasema mimi ni nuru ya ulimwengu. Mimi Yesu ni nuru ya ulimwengu, ukisoma Yohana 8 mstari wa kumi na mbili mpaka ule mstari wa kumi na nne, basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Basi Mafarisayo wakamwambia, wewe unajishuhudia mwenyewe, ushuhuda wako si kweli. Yesu akajibu akawaambia, mimi ningawa ninajishuhudia mwenyewe, ushuhuda wangu ndio kweli, kwa sababu najua nilikotoka na niendako, lakini nyinyi hamjui mlikotoka wara mwendako ko. Yesu akajishuhudia akasema yeye ni nuru ya ulimwengu, yani yeye ni mwanga na kazi ya mwanga ni kutumulika sisi. Unapokuwa na mwanga unaweza ukaona, unapokuwa na mwanga unaweza ukatofautisha Kazi ya mwanga ni kuona, kazi ya mwanga ni kutofautisha. Kwa unaweza ukaona ni hapa, na ukasema hii ni rangi ya bluu, hii ni rangi ya kijani, hii ni rangi nyekundu, na unaweza ukaona kule ambako unaenda, ili usije ukajikwaa na ukaanguka. Tofauti na yule mtu asiyeona, moja anakuwa awezi akaona. Mbili, kwenye giza uwezi ukatofautisha kipi ni kipi, uwezi ukasema hii ni njano, hii ni nyekundu. Unaweza ukaona hili ni shati, lakini kusema ni rangi gani huwezi na pia kule unakoelekea unakuwa hupajui, kwa muda wowote unaweza ukaanguka. Kwa hiyo Yesu Kristo ni mwanga ambao unatufanya tuweze kujua kule tunakoenda katika maisha yetu, kule tunakoenda katika ndoa zetu, kule tunakoenda katika kazi zetu, kule tunakoenda katika masomo yetu. Yesu Kristo ni mwanga ambao unatusababisha twende pasipo kujikwaa, twende pasipo kuanguka. Yesu Kristo ni mwanga unaotusababisha tuweze kutofautisha mema na mabaya. Yesu Kristo ni mwanga unaotusaidia kutofautisha mazuri na mabaya. Yesu Kristo ni mwanga unaotusaidia kutofautisha ya Mungu na ya Shetani. Kwao walio na Yesu wanajua wanakoenda, asiye na Yesu hajui aendako, kwa sababu hana nuru ndani ya maisha yake. Ko Yesu Kristo ni nuru ambayo inatusaidia tujue tunakoenda, tujue tunakotoka. Ko Yesu akajifananisha na nuru. Ko siku ya leo mpendo wa mtazamaji ambao unaangalia Injili pamoja na Afya Online TV, tutaishia hapo. Katika sehemu ya kwanza tumejifunza kwamba Yesu ni niko ambaye niko, tumejifunza kwamba Yesu ni mkate wa uzima tumejifunza kwamba Yesu ni nuru, na kila alichokuwa nakisema Yesu Kristo kilikuwa kina maana. Basi tukutane katika sehemu ya pili tuweze kumalizia mambo mengine saba ambayo Yesu Kristo alijifananisha nayo. Tusisahau mada yetu ni Yesu ni nani katika maisha yako. Yesu akawauliza wanafunzi, je, mimi ni nani? Wewe kama Mkristo uko ulazima wa kuwa na maarifa ya kuweza kutambua Yesu ni nani, kwa sababu hiki ndicho chanzo cha wewe kuishi maisha ya Kikristo yenye mafanikio. Usiache kusabskribu, usiache kuacha komenti. Mungu akubariki, tukutane tena katika sesheni yetu ya pili na utakuwa umebarikiwa.